Uh, usaili wa shindano maarufu la ongoza w watalii la Safari Field Challenge uh, unakaribia kuanza, na imekuwa ni wito kwa waongoza watalii kushiriki katika shindano hilo ambalo limezidi eh, kupata umaarufu kitaifa na kimataifa likihusisha waongoza uh, watalii nchini na tutazungumza hapa na Saley Saife ambaye ni msimamizi wa mradi huo wa Tanzania Tour Guides Foundation. Uh, lakini kabla tu tazame eh, tangazo hili ambalo linaeleza kwa kina kuhusiana na usaili huo. Msimu mpya wa Safari Field Challenge unafunguliwa tena na hii inaanza kwa kuwakaribisha waongoza w watalii wote Tanzania kushiriki katika kinyang'anyiro cha kumpata guide bora wa mwaka 2026. Je, una sifa zifuatazo na ungependa kushiriki? Wewe ni Mtanzania mwenye leseni hai ya uongoza watalii kwa mujibu wa taratibu za nchi. Una uzoefu wa kuanzia miaka mitano na kuendelea katika kazi ya kuongoza watalii? basi kama unav hivyo tuma maombi yako kupitia tovuti ya www.tourguidefoundation.org au tuma maombi yako kwenda namba au 0693513135 au scan QR code. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 19 Desemba na 2025 na sasa na tuzungumza hapa na Saleh Seif ambaye ni msimamizi wa mradi huo wa Tanzania Tour Guides Foundation. Sale, habari za Serengeti bila shaka eh? Eh, mambo yanakwendaje ndugu yangu, karibu sana huku. Mambo yanaenda vizuri kabisa tukiwa kwenye mbuga kubwa kabisa, na yenyewe pia imeshashinda tuzo nyingi mm. na tuzo e, mmojawapo ilioshinda kuwa National Park bora, hifadhi ya uh, taifa bora duniani hivi karibuni. Naam. na Sale, imekuwa ni kama bandika bandua hivi manake Uh, msimu msimu wa Safari Field Challenge umetoka kumalizika, sio, sio muda mrefu sana. Tunaona sasa tayari mmesha jikoki kwa ajili ya msimu unaofuata uh, manake uh, hakuna, ha, hakuna kupumzika. Ni kweli kabisa, na hii ni kutokana na kazi yenyewe au tasnia yenyewe ya uongoza watalii ni katika tasnia uh, kubwa sana na inahitaji maandalizi mazuri kwa hiyo uh, ili kuandaa kitu kizuri na bora cha kimataifa uh, kama hivi Safari Field Challenge, maana yake lazima mchakato wake uanze mapema ili watu waweze kujipanga, na uh, hii itawezesha hata kuandaa wadhamini, washiriki na vyombo mbalimbali hata mashirika mbalimbali ya serikali ambayo tunafanya nao kazi pamoja kuweza kujiweka, uh, kuweka ratiba hii muhimu ili swala letu liende uh, kama linavyopanga na analiwe bora zaidi kushinda yale yaliyotangulia yani, na mwakani elfu mbili ishirini na sita kama ulivyosema, tulivyojikoki tutawaletea Watanzania kitu kizuri zaidi. Naam, uh, awali mlikuwa uh, mmewatangazia Watanzania kwamba uh, usaili mwisho wake itakuwa Desemba 19. A uh, ni wazi kwamba mmepanua wigo na mnatoa fursa zaidi kwa, kwa, kwa kuongeza muda sio? E, ni kweli uh, watu wengi wameshajiandikisha na ilikuwa leo ndo e, e, tarehe kumi na tisa ambapo tulitarajia kulifunga ili zoezi fikapo saa sita kamili usiku huu, uh, lakini tumeongeza muda, lakini pia kipaumbele zaidi tumekitoa kwenye makampuni ya waongoza watalii na vyama vya waongoza watalii zaidi wa kunominate mpaka tarehe ishirini na tano siku ya Krismasi. Kwa hiyo na hii tumeongeza ikiwa kwamba watu ni wengi sana aa, na wengine walikuwa wameendelea kupata hili tangazo, lakini mwitikio ni mkubwa, na maana yake kuna ile tu ya kupata Uh, wigo mpana na pia tukipendekeza zaidi watu wa mikoa wa mingine kwa sababu watu wengi wanajua utalii ni kaskazini, mm. Lakini hapana, utalii ni Tanzania nzima. Uh, tumeongeza muda pia tukiwalenga zaidi na kuwahamasisha uh, watu wanaofanya kazi Mikumi, Ruaha, Katavi, zile maeneo mengine ya utalii Tanzania tofauti na kaskazini, pia na wenyewe mm -hmm. eh, kujiandikisha ili waweze kuingia kwenye kinyang'anyiro kwa maana kuonyesha Tanzania ni pana na na kuonyesha upana wa, wa, wa, wa fursa za utalii Tanzania ni, ni mta, bado mtafanya shindano hili kwa maana ya zile fainali zake kuzifanya eneo la ukanda wa kaskazini ama mnafikiria pia kutafuta eneo lingine kabisa? Na ndo hii mwakani imebakia kuwa siri kubwa kabisa mm. Kwa hiyo watu wa mikoani wajiandikishe kwa maana Uh, hamadi inaweza ikatokea ikaangukia kwenye mikoa yao, kwa sababu lengo ni kuhama hifadhi tofauti tofauti na kuweza kumulika hifadhi zote ambazo tunazo Tanzania au vivutio vyote tukiweka vizuri. Kwa maana hifadhi ni zile maeneo yaliyohifadhiwa, lakini vivutio vingine viko katika maeneo ya watu kabisa. Kwa hiyo lengo letu ni kuangazia vivutio vingi sana Tanzania, na tutatembea tofauti tofauti. Kwa sasa hivi watu wajiandikishe vizuri, huenda ikawaangukia kwao. Na wanasema mcheza kwao hutunzwa, kwa hiyo ni bora pia watu wajiandikishe kutoka maeneo tofauti tofauti. Na huko nyuma, kabla ya uh, kuanzisha mradi huu wa Tanzania Tour Guides Foundation, lakini pia kuanzisha uh, mashindano um, haya Safari Field Challenge, uh, kazi ya uongozi wa watalii ama tour guide ilikuwa ikionekana kama ni kazi Eh, ambayo haipewa umuhimu sana lakini eh, tumeona mengi sana baada ya nyie kuingia eh, kwenye tasnia na ku, na kuweka eh, chachu um, ni mabadiliko gani ambayo unadhani mashindano mliyoyafanya huko nyuma yametengeneza kwenye tasnia hii ya utalii? Eh, ni kweli uh, kazi ya uongozi wa watalii uh, kiukweli katika tasnia nzima ya utalii ndo kiungo, lakini kwenye kipindi cha nyuma ilikuwa inaonekana kama ni uh, ni kazi ambayo mtu yeyote kwanza anaweza akaifanya, lakini pia sio kazi ambayo ni ya kitaaluma zaidi. uh, na hii baada ya sisi kuweza kuonyesha gaidi bora anaonekanaje, uh, hata na nini, imebadilika uh, industry yenyewe imebadilika vizuri kabisa, na sekta imekuwa ikimwona sasa gaidi kama ni mtu wa tofauti, lakini pia tumepata watu wengi hata ukiachana hili tangazo, wakati linaendelea linawaita gaidi wanaotaka kushiriki, lakini tumepokea simu nyingi sana uh, wazazi wakiuliza sasa nami nataka mwanangu awe mwongoza watalii, inabidi afanyeje? Aende chuo gani asome? Kwa hiyo hii inaonyesha hata mwitikio. Zamani kulikuwa hakuna mtu ambaye atakuwa ni kiigizo kwamba mtu atasema mimi nataka anataka kuwa daktari kwa sababu amemwona mtu fulani kwenye TV ameigiza kama daktari au ni daktari alikuwa anaongea, lakini kwa sasa hivi imewezesha hata watu kuona kumbe na mimi naweza nikawa na e, mwongozo wa talii fulani kama ndo kiigizo changu, na, na mimi nikiingia kwenye hii fani niwe kama yeye. Kwa hiyo ime imeongeza vizuri, lakini pia waalimu wengi kwenye vyuo tofauti tofauti wamekuwa wakitumia hizi uh, vipindi vyetu Yeah, kuweza kuwafundisha ku, wanafunzi wao kwamba mmeona huyu alichofanya hivi, kwa sababu pia kuna mifano minne, kwa sababu hizi yeah, mashindano ile changamoto kila mmoja anapewa. Kwa hiyo ukiwapa gaili uongoza watalii sita changamoto moja, yote wakaifanya, kila mmoja ataifanya kwa aina yake na kwa ubora wake. Kwa hiyo mm -hmm. hii inamwezesha hata mwalimu kuweza kufundisha vizuri wanafunzi wake wanapokuwa darasani. Kwa hiyo imekuwa na mchango mkubwa, lakini pia imeleta hamasa kubwa hata kwa wadau kuona kwamba kumbe mwongoza watalii anabidi awe e, kuna ile neno tunatumia encyclopedia kwamba mm, awe anajua vitu vingi sana, kwamba mgeni atauliza chochote kuhusu Tanzania sio tu wanyama. Akianza naye mjini atauliza kuhusu vitu vya mjini, akiona watu wamekusanyika mahali, atauliza kwa nini wale watu wamekusanyika pale. Yes. Kwa hiyo, hiyo inakuwa, kwa hiyo hiyo inakuwa inajenga kwamba ni mtu kumbe <laughs> ujuzi mkubwa sana kabisa, bidi awe. Kama sisi waandishi wa habari, unakuwa unajua vitu vingi vingi kwenye maeneo mengi kabisa lakini <laughs> uh, uh, uh, <tomachia> pia sale una una sasa hivi Safari Field Challenge imekuwa ni shindano ambalo limekuwa maarufu sana, linafuatiliwa kwa kiasi kikubwa ndani na hata nje ya Tanzania. Uh, unazungumziaje mchango wa wadau wengine kama vile Azam Media Limited uh, katika kuhakikisha kwamba uh, kile ambacho tunakifanya kinawafikia mamilioni ya watu uh, sio katika nchi yetu lakini pia katika mataifa mengine. Ni kweli na haya mashindano na, na hii ni kubwa, Azam kuwa mmoja wa patna mkubwa kwenye hili, ni pale ambapo miaka ya nyuma, lengo letu sio tu kushinda na kutoa zawadi, ila ni kuonyesha jamii uh, inayokuja au tuseme uh, vizazi vinavyokuja kwamba kuna kazi ya uongozi wa utalii, na ni kazi ambayo inawakilisha watanzania wote. Na ni kazi ambayo inafanya uhifadhi wa maeneo yote ya utalii, kwa maana bila pesa inayotokana na utalii, maana yake hata kuhifadhi haya maeneo hatutaweza, kutenga hela ambazo zinatoka kwenye sehemu zingine zije kutunza hawa wanyama. Kwa hiyo utalii na uongozi wa talii ni tunasema mabalozi wakubwa sana kwenye uh, kwa taifa, kwenye swala la uhifadhi na hata kuonyesha picha nzuri ya Tanzania. Hivyo uh, tungefanya kimya kimya na kutoa tuzo kimya kimya watu wasingeweza kuijua hii tasnia vizuri na mchango wake mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo Azam TV amekuwa ni mmoja katika uh, wadau wakubwa sana kwenye kulileta sasa hili swala kwa watanzania wote, lakini pia Azam TV sasa hivi iko imevuka mipaka mingi na kupitia Azam Max maana yake imeanza kufika dunia nzima, kokote pale kwenye internet inapatikana hivyo imeweza kupeleka hili swala dunia nzima, na kuonyesha sasa mchango waongoza watalii na hili shindano kuwafikia Watanzania Wat wengi, lakini pia kuwafikia watu wengi zaidi nje ya Tanzania, ambayo wataweza kuangalia na kuona vivutio vyetu kama taifa, lakini pia kuona mchango mkubwa wa hawa watu na hawa, kwa vile ndo mabalozi, maana yake ni wanatangaza vizuri kabisa. Yeye anapozungumzia hifadhi ya taifa fulani ambao wapo maana yake uh, inawafikia wageni vizuri na wageni wanaweza wakatamani kabisa, kwa sababu wanaona okay, hivi ndio inavyofanyika mm -hmm, na wenyewe wanatamani kuja, maana yake tunazidi kupata wageni na kuitangaza taifa letu. Kwa hiyo ilikuwa ni uh, move moja nzuri sana na imeleta mchango mkubwa, na naweza nikasema kama grafu ya ukuaji wa Safari Field Challenge ilikuwa inaenda kidogo ikiwa na slope ndogo kabisa <laughs> <laughs> Sale, uh, ulizungumza hapo kuhusu uh, kumtafuta uh, mwongoza watalii bora na kuna namna ambavyo mwongoza watalii anapaswa kuwa kazungumza kuhusiana na hiyo kufahamu vitu vingi, lakini pia vigezo vile ambavyo mnakuwa navyo vinakuwepo hivyo hivyo vikiwa eh, vinajulikana ama inakuwa ni siri ya majaji, ama kila muda mnavyofanya shindano vigezo hivi vinabadilika na ni vigezo gani hasa ambavyo mnaviangalia? Sasa ku, kuna vile vigezo ambavyo tunaweza tukasema ni vigezo mama, ambavyo uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari ilishasema mwongoza wa watalii ni nani, na pia ikasema kwamba kama uh, mwongoza wa watalii huwa anapewa leseni yake maalum. Mara nyingi sisi tunaita leseni za tala ambazo hizi zinatolewa na Wizara ya Maliasili. Huwa wanaangalia vigezo kama mtu amesomea nini, ana leseni ya udereva, ana nini, alafu wanatoa hii leseni ya tala. Sasa hiko ndo kigezo kwanza mama, kwa sababu serikali tayari inakuwa imeshafanya ile kuangalia nyuma, huyu mtu ana ujuzi ana, ana gani. Baada ya hapo, sisi sasa, kwa sababu tunataka awakilishe vizuri taifa kigezo cha pili mama, ni kuwa awe amefanya hii kazi kwa miaka mitano ya uongozi wa watalii mm. Ndo aje kwenye mashindano sasa, mm -hmm. Baada ya hapo, majaji wanaenda kuwafanyia uh, ku, kuwajaji hawa watu, kuwajadili, kutokana na zile uh, nani application zao walizofanya, wanawafanyia usaili wa kuangalia sasa kutokana, ndio wote wana miaka mitano lakini, mwingine ana miaka kumi, mwingine ana miaka kumi na tano, mwingine katika hizi elimu za nyuma kabla ya kupewa leseni ana elimu kubwa zaidi, na pia wanavyoongea naye, kuna maswali wanaowauliza, na hii inawapa sasa maksi hawa waongoza wa, wa watalii, na kutokea nani, anakuwa ni maswali ambayo yanaangalia zaidi utendaji kazi. Kwa hiyo sio kwamba wanarudishwa darasani kwa hiyo baada ya hapo uh, mwenye maksi nyingi wale kumi wa kwanza wenye maksi nyingi katika yale maswali uh, na katika hizo scores za experience na vitu vingine ndio wanachaguliwa. Kwa hiyo mtanange unakuaga mkali kutokana na watu ambao wameapply huo mwaka, na ila kivigezo kuu mama ni hivyo viwili kwanza, awe kwanza na leseni ambayo inatolewa na wizara ya maliasili na utalii. Hii kwa maana kuonyesha kwamba kama geidi, wewe ni bora, lazima uwe umefanya ile tunaita compliance. Lazima hmm. ume, ume, umefanikisha yale masuala ya, ki, ya kisheria, okay. Alafu baada ya hapo ndo tunaangalia ujuzi wako kwa muda fulani. Sawa sawa, Sale, shukran sana kwa kumalizia, tutukumbushe jinsi gani ya kutuma maombi. Yes. Uh, kwa kutuma maombi kwa sasa hivi unatumia unaingia kwenye website ya, shiriki, ya ya shirika la foundation ya waongoza watalii Tanzania ambayo utasema tourguidesfoundation.org ambayo ukiingia hapo, kuna button utaikuta inakuambia kabisa nominate now, kwa sababu sasa hivi nomination ziko active yeah. Uh, kwa hiyo utaona pale nominate now utaingia na kuweza kuna nini au kama unapata changamoto kubwa basi kuna ile namba ya simu ambayo uh, ni sifuri sita sifuri sita tisa tatu tano kumi na tatu kumi na tatu tano, ambayo hiyo itaweza sasa kuweza kutuma jina lile la mwongozo wa talii ambao unataka au kama ni wewe mwongozo watalii, mm. tutakuongoza kwenye jinsi ya kujaza fomu, lakini pia kama ni uh, kwa wadhamini kama nitamalizia hiki ndo kipindi mwafaka pia. Sasa wakati waongoza watalii wenyewe wanaendelea pia kujiandikisha, lakini uh, mambo yetu mengi yanaanza mwakani mwezi wa nne, lakini wadhamini wa, wa wengi tunawakaribisha katika hiki kipindi, kwa sababu ukisio tu kwamba itasaidia hizi juhudi ambazo tunazifanya hapa sasa hivi uh, katika kujitangaza Tanzania na kuboresha hii sekta ya waongoza watalii ambao ndo mabalozi wa Tanzania nzima lakini pia kwa mdhamini, yeye, bidhaa yake na udhamini wake utasaidia hili jambo letu, lakini pia yeye atapata muda wa kujitangaza zaidi kwa na pia sio kujitangaza Tanzania, hata kujitangaza nje ya Tanzania, kwa sababu mgeni anapokuja Tanzania akitaka kutumia kitu fulani, hata tuseme kama ni mvuta sigara, akifika hapa atauliza, hivi hapa Tanzania sigara gani ni nzuri? Kitu atakachomwambia mwongoza watalii yule mgeni um, ndiko andacho atajua ni bora. Kwa hiyo maana yake kama pia, uh, kuwekeza kwa waongoza watalii ndio sehemu pekee pia ambayo itamwezesha, um, mfanyabiashara biashara yake kuitangaza kimataifa, kwa sababu hawa wageni wanapokuja wanawategemea zaidi yeah, waongoza watalii wao kuwapa bidhaa gani hapa Tanzania ni bora zaidi. naam sale na kushukuru yeah, sana asante sana kwa kuzungumza nasi na kila la heri katika kusimamia usahili huo ambao unaendelea ni Saleh Saif ambaye ni msimamizi wa mradi huo ambao unahusisha shindano hilo la kutafuta waongoza watalii bora, watu ambao wanahudumia sekta ya utalii nchini Tanzania ambayo inachangia asilimia zaidi ya 17 ya pato la taifa. Huenda miaka michache baadaye sekta ya utalii ikawa ni miongoni mwa sekta ya kinara eh, katika uchumi wa Tanzania kupitia haya ambayo yanafanyika, hasa kuongeza thamani kwa wale ambao wanahudumia sekta hii nikimaanisha waongoza watalii. Tunakamilisha hivyo.